Wamesema kitu kimoja sahihi hapo. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko kupata Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. kwa kwa hiyo kwa hiyo, tunaenda kukinukisha, walio tayari tutakwenda nao walio tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atawekewa bunduki hapo. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba e, sisihemu watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wa sisi sio watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge seriously Twende twende, tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, mabadiliko ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga na tutavuru, vuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba Sahau hiyo. Ni kweli, hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi, nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau, kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana vile yeah, tukikinukisha tuki vile eh, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? tukikinukisha kinu, seriously, watafanya nini? Watatuua? Wanaweza watatuua kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini kwa kuamsha maasi eh? Actually, actually. Hakuna katika katika siasa za ukombozi. Sizungumzii siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi. Uki, siasa za udalali sio za ukombozi. siasa kwenye siasa za ukombozi, kwenye siasa za ukombozi. Kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Ngoja, okay, nieleze ni, ni hivi. Julius Nyerere na, na, mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58. Yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makange wa gazeti la tano na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi iliyo ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere. Patikana na hatia ya uchochezi. Kaambiwa afungwe miezi sita au aende jela nani aende jela miezi sita walipe shilingi mia tatu. mia tatu hamsini na nane hazikuwa sawa so. Na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakuenda ge, gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani na Nujoma alienda gerezani, Kenyata alienda gerezani miaka tisa. Alipotoka gerezani Straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyinyi mnasema hivi ni uhaini, uasi. Kwa hiyo tutafungwa. Si si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo, tutachelewa. Kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo, lakini tutapata mageuzi yakitakiwa tupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tue, tukapate asilimia tano, tukapate asilimia tano na wabunge labda saba, halafu tuanze kupigana nini vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum, mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii, na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais achwa kwa hiyo ni njia ngumu. Ni kweli, hakuna chama kinaweza kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza.